Ni viongozi mbalimbali wanaounda kamati ya lishe mkoa wa Mtwara, ambao wametembelea katika mashamba ya chumvi yaliyopo katika kijiji na kata Nalingu, Halmashauri ya wilaya ya Mtwara, huku akiwa na lengo la kujionea hali ya uzalishaji wa chumvi hiyo, bila kusahau changamoto mbalimbali ambazo mwenyekiti wa wazalishaji chumvi mkoa wa Mtwara ndugu Halfani Nassoro amezipeleka kwa viongozi wa mkoa huo, ikiwa ni pamoja na ubovu wa barabara kuelekea shambani, kukosekana kwa umeme katika maeneo husika na kadhalika. Faida Online TV watu wa Field Pass na hiana tumeambatana na viongozi hao na kufika kwenye eneo hilo kwa ajili ya kukuandalia taarifa hii, ambapo wageni hao wamepata nafasi ya kujionea namna uzalishaji wa chumvi unavyofanyika, lakini pia kuna namna mashine ya kuchanganya madini joto kwenye chumvi inavyofanya kazi, mashine ambayo ipo kwa ajili ya majaribio. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe ku like na comment section yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Itakuonyesha hapa, ina madini joto pasenti ngapi. Kwa hiyo kama ina unyevu mwingi, pasenti 10, 15, itakuonyesha, na kama iko asilimia moja, mbili, itakuonyesha. katika shamba hilo walikuwepo pia wanawake wanaovuna chumvi ambapo walipata nafasi ya kupewa elimu ya umuhimu wa kutumia chumvi yenye madini joto, elimu iliyotolewa na afisa lishe wa mkoa wa Mtwara Bi Juliet Kipuyo. Leo tunawakumbusha umuhimu wa madini joto wa kupitia kwenye chumvi, sawa kina mama eh? Kwa hiyo tunatakiwa tunapopika kule nyumbani tuhakikishe kwamba tunatumia chumvi ambayo ina madini joto na sio vinginevyo, kwa sababu unapotumia chumvi ambayo haina madini joto kwa wale wa mama wajawazito inaweza ikapelekea mtoto akazaliwa akiwa mfu. Yaani akazaliwa a, akiwa mfu yaani akazaliwa akiwa amekufa. Lakini pia inaweza ikasababisha mimba kuharibika. Lakini pia inaweza ikasababisha ubongo wa mtoto usikue vizuri. Kwa hiyo pia inaweza ikaathiri kwa, kwa baadaye anapokuja kuwa mtu mzima au wakati anapokuwa mwanafunzi, inaweza pia ikapelekea hata uwezo wake ukawa chini wakati wa kufundishika. Lakini pia kwa watu wazima kama sisi, unaweza ukapata tatizo tunasema la uvimbe wa tezi la shingo au goita hapa shingoni. Kwa hiyo tunawahamasisha sana muhakikishe kwamba mnapokuja kwenye mashamba ya chumvi mchanganyiwe chumvi na madini joto kabla hamjaondoka, msiibe. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya lishe mkoa wa Mtwara ambaye ndiye kaimu katibu tawala mkoa huo wa Mtwara ndugu Abin Finanga ampata nafasi ya kuzungumza kwa undani kuhusu safari yao hiyo na safari yetu kuja hapa Nalingu kwenye mashamba ya chumvi ni kwa ajili ya azimio ambalo tuliweka. Tumekuwa tukizungumza kwenye vikao vyetu kuhusu uzalishaji, changamoto zilizopo za uwekaji wa madini joto na wazalishaji, lakini tulikuwa hatujaja kwenye maeneo ya uzalishaji. kwa hiyo ziara yetu hii ya hii kamati kama sehemu ya kikao hii siyo ziara hii ni sehemu ya hicho kikao cha kamati ya lishe ya mkoa. Tumekuja kwa ajili ya kuja eneo ambalo linazalishwa chumvi na kujionea hali halisi ya uzalishaji na hayo matatizo ambayo wenzetu wanayaleta kwenye vikao. Miundombinu ya barabara ni suala ambalo lilishakuja kwenye vikao na mpaka kwenye RCC, na uvumbuzi kulitolewa agizo la RCC kwamba E, halmashauri ya wilaya ya Mtwara itenge kwenye bajeti yake ya mwaka huu hela ambazo watawapa wenzetu wa Tarura kwa ajili ya kutengeneza hiyo barabara, na tayari walitenga fedha hizo. Bado utekelezaji ambao sisi kama serikali ya mkoa tutafuatilia, na kama kamati ya lishe tutafuatilia ili kuona utekelezaji unafanyika. Hata hivyo mwenyekiti wa wazalishaji chumvi mkoa wa Mtwara ndungu Halfani Nassoro amepongeza serikali kwa kupokea na kuahidi kuzifanyia kazi changamoto zao. Leo tulipata ugeni wa serikali ya mkoa, alikuja kutembelea kwenye mashamba ya chumvi. Kama malalamiko yetu, e, wameyafanyia kazi na tumeona kama serikali inatujali. Kikubwa ilikuwa ni madini joto, jinsi gani chumvi inavyolimwa kutoka, kutoka maji mpaka kuwa chumvi, changanyaji wa madini joto halikadhalika barabara, barabara eh, maji, umeme. Sasa tulishakuwa tunavizungumza muda mrefu, kwa unyenyekevu na upendo mkubwa. Serikali ya mkoa leo imeamua kutoa timu mzima kuja kuangalia, kwa hiyo tumeshukuru na tumefurahi, na uzuri wamekuja kukutana na wakulima au wanamama ambao wanazoa chumvi ili kuwapa elimu, na wao wakajisikia kama wanafanya kazi nzuri. Lakini la mwisho, huku tuko mipakani amani iko vizuri na tuna upendo na tunafanya kazi vizuri, na tarehe ishirini na tisa tuna tiki, tu. hakuna tatizo lolote la kuzia. jina langu Somoya Abdala, mkazi wa Nalingu. unazungumziaje ziara hii ya watu ambao wamewatembelea leo hapa kutoka mkoani? Tunashukuru kwa kututembelea viongozi mbalimbali mbali, kuja kutufundisha mafunzo ya afya na tunashukuru. Tulikuwa bado tujapata mafunzo ya afya kuhusu madini joto, lakini kwanzia leo kwa mafunzo tuliyopata kutoka kwa wataalamu waliofika tunashukuru sana. Na ukitoka hapa unaenda kuwa balozi kuwafundisha na watu wengine ehe? Nikitoka hapa nitakuwa mwalimu kwenda kuwafundisha wenzangu nyumbani waliobakia kusema chumvi haifai kuchukua bila madini joto. Kwa jina naitwa Abdala Yusuf Marambo mkazi wa kijiji cha Mgoji, pia ni mkulima wa chumvi hapa. Ni mwakilisha kikundi cha chumvi kiitwacho Hiari hii kama ni mwakilishi, pia ni katibu wa hicho kikundi. Kwa hiyo, kwanza nimeridhishwa sana na ziara yarea kuja kutupa elimu ya masuala ya kuchanganya madini joto kwenye chumvi na kutupa elimu kwa nini tunatia chumvi madini joto. Kwa hiyo, kwa kifupi ni kwamba ni ziara mzuri ambayo sisi kama wakulima wa chumvi tumeifurahia na tumeipenda. Kwa majina, anaitwa Kulusum Sheba, ni mkazi wa Ngoja. Wamewapa elimu kuhusu masuala ya uchanganyaji wa madini joto, lakini kuambia kwamba msitumie chumvi hii kabla haijachanganywa na madini joto. Mmepokeaje e, ujumbe huu na elimu ambayo mmepata leo? Tunashukuru, tumeipokea vizuri na tutalifanyia kazi mm. Okay, kwa hiyo kwa sasa hivi unakuwa balozi kiasi gani ukirudi kwenu kwa ajili ya kuweza kujulisha watu wengine? Nikifika nyumbani nitakuwa naelekeza wenzangu kwamba viwanda vingine wasichukue chumvi bila kutia madini joto. Kwa majina anaitwa Rashidi Abdara, mimi ni mkazi wa Mtwara mjini ambaye nimeleta mashine huku shamba kwa ajili ya majaribio ya kuchakata chumvi. Hivyo tunaiomba serikali kwa hawa wakulima, hivi mashine hii kwa kanda hii iko mashine moja. Serikali tunawaomba ili kila shamba ipatikane mashine ya kwake ya kujitegemea, sio kwa, kwa Mtwara hapa ilivyo shamba lilio hapa Nalingu na sehemu zinginezo zinatakiwa zipatikane mashine zingine. Wanawake hao wanaovuna chumvi katika mashamba hayo wamekuwa wakipewa chakula na mwenyekiti wa wazalishaji chumvi mkoa wa Mtwara kila wanapoenda kuvuna chumvi hiyo. mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe, like na comment channel yetu, ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, asante na kwaheri. <tune>